Eh, shahidi mwaminifu hasema uongo, bali shahidi wa uongo pumzi zake ni uongo. Yani, ukiona mali yake ni uongo, na Yesu alifundisha katika Injili ya Yohana sura ya 8 na mstari wa 40